katika kijiji kidogo kiitwacho lukaya mashariki mwa tanzania kuliishi kijana mmoja aitwaye musa alikuwa ni kijana mchakarikaji mpole na mnyenyekevu mwenye miaka ishirini na miwili musa alikuwa fundi seremala na kazi zake zilikuwa zikiheshimiwa sana kijijini hata hivyo kulikuwa na jambo moja ambalo Musa hakuwa akilizingatia, i ushauri wa wazee kuhusu mambo ya usiku. Ujana ulikuwa umemtawala kiasi. Nadhani kila mtu anafahamu kuhusu mtazamo wa vijana kuhusu wazee, huwa tunawaona kama wamechanganyikiwa na maisha, lakini tusiwapuuze jamani. Ukiona mtu kazeeka, ameona mengi, na makatazo yaliyowekwa na wazee, yaani miko, kwa neno lingine ni tahadhari ya kuzuia mambo fulani yenye madhara kwenye jamii yasitokee. Nisije nikatoka nje mada yetu, ngoja tuendelee. Kama ilivyo desturi katika jamii nyingi za Kiafrika, wazee wa kijiji cha Lukaya walikuwa wamekataza kuacha nguo nje wakati wa usiku, hasa maeneo ya uani, yaani nwima ya nyumba au juu ya kamba. Walisema kuwa kuna viumbe wa usiku, si binadamu, si wanyama eh, bali viumbe vya dunia isiyoonekana. Waliamini kuwa viumbe hivyo vinaweza kutumia nguo hizo kama daraja la kumfikia mmiliki wake na kumletea mikosi, maradhi au hata kichaa. Lakini Musa kama vijana wengi wa kizazi kipya, aliitazama imani hiyo kama ushirikina na ujinga wa kizamani. Alipenda kufua usiku kwa sababu ya shughuli nyingi za mchana na mara nyingi aliziacha nguo zake zikitundikwa nje mpaka asubuhi. Siku moja ya Jumamosi, baada ya kazi nyingi za wiki nzima, Musa aliamua kufua nguo zake zote. Ilikuwa ni mida ya usiku wa kawaida, lakini usiku huo mwezi ulikuwa umejificha nyuma ya mawingu meusi, upepo ukipepea kwa mbali, na mbwa wakibweka bila mpangilio. Alipomaliza kufua, alizianika nguo zake kwenye kamba nyuma ya nyumba yake. Mama yake mzazi alimwambia kwa sauti ya kutahadharisha, "Musa, usiziache nguo nje." ni usiku huu na mwezi hauonekani, hizi si saa za kawaida mwanangu. Ha, ha ha ha. Musa alicheka na kumjibu mama, hayo mambo ya kuogopa usiku ni ya zamani. Nguo ni nguo tu, haziwezi kuathiriwa na chochote. Aliondoka akaingia ndani kulala, akidhani kila kitu kiko sawa, lakini hakujua kuwa usiku huo hautaisha kama ilivyokuwa kawaida. Usiku wa saa nane, Musa aliamka ghafla. Alikuwa anatetemeka mwili mzima, jasho likimtoka, moyo ukipiga kwa kasi isiyoelezeka. Alihisi kana kwamba kuna kitu kimempitia juu ya kifua. Alipojaribu kuinuka, alishtuka kuona kivuli cha mtu au kitu kimetulia pembeni ya kitanda chake. Alipoangaza kwa makini zaidi, aliona kama kuna mtu amevaa shati lake la kijani, lile aliloliacha nje usiku huo lakini sura ya kiumbe yule haikuwa ya kawaida. I, macho yalikuwa mekundu, midomo imechafuka kwa mate meupe, na mikono mirefu kama ya fisi. Musa alipiga kelele kwa nguvu, lakini hakuna aliyeitika. Alijaribu kusogea, lakini mwili wake haukumtii. Kiumbe kile kilimkazia macho, kisha kikamwendea taratibu, huku kikitoa sauti ya kicheko cha kukatisha tamaa. Mara ghafla kilitoweka kama moshi. Alipoamka asubuhi, Musa alijikuta kitandani, nguo zake zikiwa zimeraruliwa vipande vipande, na shati lake la kijani halikuwepo. Tangu siku hiyo, maisha ya Musa yalianza kubadilika. Kila usiku aliota ndoto za kutisha, ii, mara anaanguka kwenye shimo lisilo na mwisho, mara anafukuzwa na viumbe vya ajabu, mara anaota yupo uchi katikati ya soko. Alianza kupoteza hamu ya kula, nguvu zake ziliisha, afya yake ilidhoofika na alianza kuzungumza na watu ambao wengine hawakuwaona. Wazazi wake waliamua kumpeleka kwa mganga wa jadi anayeaminika sana kijijini, Babu Kitenge. Babu huyo alipomwangalia kwa macho tu alisema, kijana huyu amechezewa kupitia nguo zake. Kuna roho ya giza ilitumia mlango wa nguo zake zilizokuwa nje usiku. Alipuuzia tahadhari za wazee, sasa anaishi kwenye mpaka wa ulimwengu wa walio hai na waliopotea. Ilibidi afanyiwe tambiko kubwa la usiku wa manane, likihusisha kuchoma nguo zote alizozivaa siku hiyo ya tukio, kumwogesha kwa dawa za kienyeji na kumsafisha kiroho. Tambiko lilifanyika kwa uangalizi mkubwa, huku wazee wakiimba nyimbo za maombi na moto mkubwa ukiwaka kwenye eneo la msitu mdogo karibu na kijiji. Baada ya tambiko hilo, Musa alianza kupona polepole pole, lakini alibadilika sana. Alikuwa mnyonge mpole kupita kiasi na hakuwahi tena kucheka kwa sauti, na kila alipoongea kuhusu tukio hilo alitoa machozi na kuomba watu wazingatie ushauri wa wazee. Tangu siku hiyo, Musa alikuwa balozi wa tahadhari kijijini Lukaya. Alikuwa akitembea nyumba kwa nyumba kuwaonya vijana wenzake wasiziache nguo nje wakati wa usiku. Wengine walimcheka lakini wengi walikumbuka alivyokuwa Musa wa zamani, kijana mwenye nguvu, jasiri, mcheshi na waliona mabadiliko makubwa baada ya tukio hilo. Na hadithi hii ikazidi kuenea hadi vijiji vya jirani. Watu wakaanza kuchukua tahadhari zaidi, maana waliamini kuwa si kila usiku ni wa binadamu. Wengine walileta dhana mpya ii, kwamba kuna nguvu ambazo hazielezeki kwa akili ya kawaida. Mwaka mmoja baadaye, Musa aliamua kuhamia kijiji kingine na kuanza maisha mapya. Hakuwa mtu wa maongezi tena, lakini alipokuwa akiwahutubia vijana au watoto, hakusahau kutoa ujumbe ule ule, usiache nguo zako nje wakati wa usiku. Usipoamini maneno haya leo, utayakumbuka kwa maumivu kesho. Ngoja nikukumbushe nilichokisema mwanzo kuwa mila na tamaduni za kiafrika hazikuwekwa tu kwa hofu au udhibiti, bali mara nyingi zilihifadhi hekima za maelfu ya miaka. Kuna mambo ambayo hatuyaoni kwa macho, lakini yapo na kwa kuzingatia tahadhari hizo, tunaweza kuepuka mateso yasiyoelezeka. Video nyingine nzuri kuhusu tamaduni za kiafrika itatoka hivi karibuni. Tafadhali subscribe kwenye channel hii ili usipitwe, pia like na kushare ili video hii iwafikie ndugu jamaa na marafiki wafurahi na kujifunza pia. Sasa ningependa kujua kwenye comment hapo chini ni makatazo yapi ya ulishawahi kutana nayo katika mtaa kijiji chako, au mahali popote ulipotembelea. Karibu tena kwenye video nyingine, asante.